O, vipi mtazamaji na mfuatiliaji wa Jiko Point, na leo naenda kukuandalia ugali kwa kutumia pressure cooker yetu ya kisasa kabisa ya West Point inayopatikana ndani ya Jiko Point. Kwa wale ambao wanajua kupika ugali kwa kutumia pressure cooker basi e, somo hili litakuwa linawapita pembeni, lakini kama ukitaka kuongeza ujuzi karibu uendelee kujifunza mapishi mbalimbali, lakini wakati unajifunza, pia usisahau kupata bidhaa yako kupitia Jiko Point ambazo ni nzuri na ni imara. Jina langu ni Fatuma Useni, ambaye nitaenda kukuandalia chakula chetu mwanzo mpaka mwisho. Kati tunaandaa chakula hichi, utahitaji mahitaji machache tu ambayo ni unga, mwiko, kifaa chako cha kupikia ambacho ndo West Point Pressure Cooker, ambao tuenda kuitumia Hivyo hatua kwa hatua ungana nami mwanzo mpaka mwisho. Hatua ya kwanza nimeweka maji kwenye sufuria letu ndani ya pressure cooker. Sitafunika kwa sababu napika ugali. Baada ya kuweka maji, nimehakikisha maji yangu yanafika kwenye namba kumi kwa sababu napika unga kilo moja. Baada ya kuweka maji, nimeacha yachemke kidogo, nikaweka unga kwa ajili ya kukorogea uji na korogea uji ili kuhakikisha ugali wetu hauna mabuji mabuji, yani hauna yale madonge madonge ya unga. Na hii hata ugali wa dona ukitaka kupika unaweza ukafanya hivyo so, isipokuwa ugali wa muogo kidogo inakuwa ni changamoto kukorogea uji. Baada ya hapo nimesubiri uji wetu umechemka vizuri. Baada ya kuchemka nikaanza kusonga ugali wetu. Nimesonga ugali wangu kama unavyoona hapa, na usonga, na hakikisha na unageuka kote kwenye sufuria. Unaona sufuria inavyozunguka mwenyewe. Kama unaona sufuria inazunguka na kusumbua, chukua kitambaa, shikia mwenyewe. Kama unahisi unahofia kupika ugali huu kwenye presha kuka, basi ukiona video hii, nadhani hofu yako yote itakuondoka na utaweza kupika ugali kutumia presha kuka hapa hii hapa ni bora kwa matumizi yako. Kwanza unatumia umeme mdogo, lakini pia unahifadhi virutubisho vyako vyote wakati wa kupika ugali wetu. Kama unavyoona tayari hivyo, nimeandaa na mboga zangu hapa tayari, mboga hizo kama unavyoziona, na chakula chetu kipo tayari kwa ajili ya kuliwa. Na kama unahitaji presha kuka hii kama nilivyokuambia hapo mwanzo, utaipata kuwa laki moja na themanini kwa hii ambayo ni digital, lakini kwa manywa utaipata kuwa laki moja na sabini na tunapatikana kupitia www.jikopoint.co.tz. Jina langu ni Fatuma Hussein, tukutane tena wakati mwingine kwa mapishi mengine yanayokuja ndani ya Jikopoint.